Unapata maumivu makali wakati wa hedhi au hedhi yako imevurugika, unakosa hedhi au kupata hedhi mabonge? Basi tumia kinywaji hiki kwa wiki tatu mfululizo. Unachokihitaji ni maji, weka kwenye sufuria. Baada ya hapo, ongeza majani ya oregano au majani ya kivumbasi, yanaitwa kwa Kiswahili. Ongeza, ma, ongeza lozera kikombe kimoja na majani ya mkaratusi, na baada ya hapo changanya na hakikisha, unachemka unachemsha kwa muda wa dakika ishirini na yanachemka vizuri. Na baada ya hapo, hakikisha unaipua na chuja. Kunywa kikombe kimoja kila siku kabla ya kifungua kinywa na jioni, ili kuondokana na changamoto ya hedhi na maumivu makali wakati wa hedhi. Kwa haraka, tumia CPE na Natural Ceutical kutoka Okoa Mwili kwa muda wa miezi mitatu. Dozi ya kila mwezi shilingi laki na sabini. Nitafute WhatsApp kuipata na komenti neno niunge kwa video zaidi.